Mwana, karibu sana mtazamaji wa Simba Fans TV, tuzungumze michezo na tuko naye Yusuph Junior eh, kupiga story mbili tatu kubwa zaidi, hasa ambalo limetuleta kwake ni michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo hekunda Msimbazi Simba eh, siku ya Jumamosi watakuwa pale katika dimba la Manispa ya Barkane kupambana na wenyeji wao katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yusuph kama ambavyo mimi napenda kumuita chambuzi la kafo. Hii ndo sehemu yake ya kujimwaimwai na kujimwamba fai. E, tukipata madini mawili matatu. Tunakwenda kupiga naye story mbili tatu e, kuhusiana na mchezo huu namna ambavyo anaona Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wametoka kushinda jumla ya michezo minne ya kiporo ambao alikuwa nayo katika ligi kuu Tanzania bara. Yusuph, mambo ni aje? Ah, mambo anaenda vizuri na mshukuru Mungu. Mm. Uko vyema? Ah, mimi niko vizuri kabisa. Ah, ona sura inang'ana tabasamu. Ah, vibaya mno. Eh? Ah. Yeah. Shule inasemaje? Ah, Mungu ni mwema, mambo anakwenda. Haya, yeah, yeah, bwana Ayo, wekundu wa Msimbazi Simba tumewaona wametoka kucheza michezo minne ndani ya siku kumi, lakini wakifanikiwa kuibuka na no ushindi kwenye jumla ya michezo yote minne na kuacha gepu la alama moja kati yake na yule ambayo uko kileleni kwa maana ya mtani wake alama sabini kwa alama sitini na tisa ushindi wa michezo minne hii kunako ligi kuu Tanzania bara kuelekea mchezo wa fainali ya ugenini labda unawapa nguvu kiasi gani ama unatoa taswira gani kuelekea mchezo huu wa fainali kwa upande wa Simba Sports Club? Ya, yeah. Kwanza ni kitu kizuri kushinda viporo vyako, kwa maana mechi nne mfululizo unapata matokeo chanya, si kitu ambacho kinakuja kwa bahati mbaya. Maana yake Fadlu Davis anatuthibitishia kwamba ana timu ambayo inaweza ikawa inacheza baada ya siku mbili na bado ikawa inapata matokeo chanya hakuna, kwa maana hakuna ambaye alitarajia Simba anaweza akaibuka na ushindi kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania, lakini ameweza kufanikisha hilo kwa maana ya kupata ushindi ambao umekwenda kumpa alama tatu. uh, wengi waliamini kwenye hizi mechi huenda kama si sare, basi akapoteza moja, lakini isivyo bahati amekwenda kupata alama zote 12. uh, utampongeza Falu Davis na kikosi chake kwa sababu amefanya kazi kubwa sana, kazi ambayo imewastajabisha wengi, naweza nikasema kwa sababu unavyojenga matarajio ya kuamini kwamba uwezo ukawa unapata end product ya kwenye kila mchezo alafu timu ikakupa hicho ama kwa ziada, maana yake kitu muhimu ni alama tatu, na ameweza kufanikisha kwanza. Anaelekea sasa kwenye mechi ambayo haihitaji ushauri wa daktari kuweza kuhitaji kwa maana ya kushinda. Ni mechi ambayo kama ataishinda itakwenda kusimuliwa miaka kumi na karne sijaza kulingana na hiki ambacho anakwenda kukifanya kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu naamini ni rahisi sana kusahau hizo mechi nne ambazo Simba ameshinda kwa maana viporo vyake, lakini ni ngumu sana kuweza kuisahau hii mechi ya Belkan ya mkondo wa kwanza, lakini pia ya mkondo wa pili, kama atafanikiwa kwenda kupata matokeo. Na kwa namna ambavyo anacheza, namna ambavyo namtazama, aina wachezaji alionao, ushindani ambao ameotengeneza kwenye kosti yake, binafsi naona akienda kufanya vizuri kwenye haya mashindano, kwa maana hizi mechi mbili za mwisho, kwa sababu uh, ukitazama ukita kwenye eneo lake la ushambuliaji, ndo kocha pekee ama ndo timu pekee ambayo imefunga magoli mengi, hususan kwenye ligi yetu ya ligi kuu Tanzania bara akiwa na magoli 38 kwa maana kwenye hao wachezaji watatu tu uh, Jaisha Lewa, Steven Desemkwara pamoja na Leo na Lateba amefanikiwa kufunga mabao thelathini na nane maana yake anaonyesha kwamba ana safu ya ushambuliaji bora. Sio sasa namna gani ambavyo anapaswa kuwaendea moroko moroko. uh, ameshinda taji la moroko kwa alama sabini kwa maana uh, uh, Berkane amefanikiwa yeah, kushinda ligi kuu ya pale Berkane akiwa na alama sabini tayari ndo bingwa wa moroko chini ya uh, Wydad Kasablanka FC Falabati akiwa ameshika nafasi ya pili mm, lakini Raja Kasablanka pia akiwa nafasi ya tano kama sikosei, sasa yeye ameweza kufanikisha Raja yuko ya saba Wydad yuko ya tatu pale yeah yes yeah. Kama ukimtazama sasa Belkane kwenye namna ya kiuchezaji ushindani ambao amekuwa nao hususan kwenye ligi ambao anatokea, maana yake anathibitisha kwamba ni timu bora, kwa sababu unafanikiwa kushinda taji kwenye ligi yako ambayo unashindana na wapinzani ambao of course wamekuwa na nyakati nzuri sana, napokuja swala la michoano ya kimataifa, lakini mbali na kuwa ndo bingwa wa Moroko bado pia yuko kwenye nafasi nzuri ya kwenda kutoa taji la uh, kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo unaona Simba anakwenda kukutana na timu ambayo imetimia kwenye mazingira yote ya uwanja kwa maana kuanzia nje ya uwanja, technical benchi uh, unakuja kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Miongoni mwa timu ambayo imekuwa na wakati mzuri sana. Na of course Simba anakwenda kwenye hii mechi akiwa na kumbukumbu kwa maana wamewahi kukutana aa, kwenye haya ya mashindano na tuliona namna ambavyo kila mmoja alikuwa bora kwa upande wake, lakini hii ni hatua nyingine, msimu mwingine, aina ya wachezaji asilimia kubwa ni wengine. Kwa hiyo unapokwenda kuingia ama kucheza na mpinzani aina belkane, kwanza unapaswa kusahau kile ambacho kimetokea nyuma, kwa maana haya matokeo ambayo ameyapata ya mwisho, si tu ligi kuu, hata kwenye michuano ya kimataifa. Kwa namna yote Simba anapaswa kuyasahau haraka, kwa sababu kama ataingia nayo inawezekana akampunguzia ule ufanisi wa kuweza uh, kuibuka kama timu ya kwanza. Lakini kitu cha pili nafikiri Simba anapaswa kuwa na, na nidhamu kubwa kuliko maandalizi ambayo atayafanya yani, unacheza na timu kama Moroko. Kitu cha kwanza ni kujua madhaifu na ubora ambao unachanganya, kuna... kidogo watu unavyoambia Moroko hapo Yusuf, ah, Oh, limekukaa sana ilo, eh? <laughs> okay, unapokutana na timu kama Belkane, ni moja kati ya timu ambayo imekuwa na nyakati nzuri kwenye ligi kuu ya Morocco, lakini imekuwa na wakati mzuri kwenye michuano ya kimataifa kwenye CAF Confederation ambako ndiko Simba pia alipo. Maana yake anathibitisha kwamba kuna namna ambavyo amejaribu kulitofautisha daraja lake na wapinzani ambao anashindana nao pale Morocco kwa maana ya FC Farabati lakini Uh, Wydad Casablanca pamoja na Raja Casablanca ambao pia wamekuwa na nyakati nzuri kwenye michuano ya kimataifa lakini kumbukumbu ni kwamba timu mbili zinakwenda kukutana ikiwa ni mara yao ya pili kwa maana wamewahi kukutana, uh, kama sikosea ilikuwa ni elfu mbili na kumi na nane walikutana kwa maana kumi nane ishirini ishirini moja yeah. Ni timu ambayo ilionyesha pia ufanisi na imekuwa hivyo kwenye michuano ya kimataifa, imekuwa na wakati mzuri sana, lakini Simba anachopasawa ukiangalia ni nidhamu ya kiuchezaji kwa maana aende zaidi akimuheshimu Belkane kwa sababu ya madaraja ya wachezaji ambao Belkane anao, lakini nyakati nzuri pia ambazo amekuwa nazo kwenye michoano ya kimataifa, kwa sababu kama atamuendea kawaida inawezekana akakutana na surprise. Na kwa nini nasema Simba aende na nidhamu? Kwa sababu tulitazama kwenye mechi yake ya hatua ya robo finali dhidi Almasi kule Misri, kwangu mimi binafsi naweza nikasema Simba kwa nidhamu sasa kile kitu hapaswi kukionyesha tena kwenye mechi ya hatua ya kwanza, kwa maana mkondo wa kwanza, kwa sababu ni mechi ambayo inaweza ikawa inaakisi kile ambacho kinakwenda kutokea kwenye mechi ya mwisho. Kama unapoteza kwa idadi kubwa ya mabao, maana yake unajitengenezea mlima ambao unaweza ukawa ni ngumu ya kuweza kuupanda. Kwa hiyo Simba anapaswa kuwa na nidhamu ya kiuchezaji lakini pia uh, anapaswa kujua madhaifu na ubora wa nini ambacho Belkane anacho na namna gani ambavyo anaweza akaenda kwenda kukabiliana nao na kupata kila anachokihitaji. Binafsi naamini kama Simba atafanikiwa kufungwa goli moja ama akapata sare kwenye huo mchezo, kuna namna ambavyo naweza nikawa na mjengea ile taswira njema ya kwenda kuimaliza mechi uwanja wa Benjamin ni Mkapa. Na binafsi sina shaka na Fadlu Davies miongoni mwa makocha ambao wamekuwa na nyakati nzuri sana za kuweza kusoma mpinzani namna ambavyo anacheza na kipi ambacho anacho na kitu gani ambacho, ambacho, ambacho, ambacho, ambacho, ambacho, ambacho, ambacho napasa napaswa kuongeza kwenye timu yangu. Mbali na kuwa kocha Fadlu anahitaji pongezi lakini ana jopo la watu nyuma ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana. Yuko kocha wa viungo, yuko video analyst wa Simba, yuko kocha msaidizi Suleiman Matora. Wamekuwa wakimwekea vifaa naweza nikasema ama rasilimali watu vitendea kazi naweza nikasema hivyo e, e, ili tuiweke sawa kabisa. Kuwa kwenye fitness level ya hali ya juu na kujikuta anapata kile anachokihitaji. Kwa hiyo ni mechi ambayo haihitaji nafasi ya muuguzi kuweza kujua ni mechi ngumu, lakini ni mechi ambayo kama unakwenda kwa tahadhari na kujua nini ambacho unapaswa kufanya kama timu kubwa, nafikiri unaweza kwenda kubadilisha taswira, kwa sababu Moroko, ama timu hizi za asili ya Waarabu, mara nyingi eneo pekee ambalo unapaswa kuwafanya wasilione lango lako kwanza ni kuwa mfanisi kwenye mipira ya kutenga. Ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa bora sana Kutumia mipira iliyokufa kwa maana kona eh, faulo ama penati. Sasa kwenye haya mazingira Simba anapaswa kupunguza haya makosa ambayo anaweza kwenda kusababisha eh, faulo nyingi ama kwenda kusababisha kona ama kwenda kusababisha penati. Na kwangu mimi kwenye eneo la center back uh, Shamuka, na Shamukala nafikiri amekuwa na nyakati nzuri zaidi, so ham ukiniuliza, ni masenta baki wapi ambao ningependekeza waende kwenye mechi ya Belkane mi ningeenda na brother Gahamza pamoja na Chef Ondo, kwa maana brother Gahamza pamoja na Shamu Karabu, kwa sababu uh, ukiwatazama ma center back yao wawili kwa maana ya Shamu pamoja na Chef Ondo Maroni ni wachezaji wazuri lakini wenye sifa tofauti. Mfano Shamu Karabu ni mzuri zaidi timu ikiwa inajilinda, na huko uwanja ugenini utahitaji kufunguka kwa muda mwingi, utahitaji kuwa unaenda kwenye lango la timu pinzani kwa muda mrefu, utahitaji tu kuwa na tahadhari kwenye ama E, ule uwezo wa kuweza kuziba ile mianya ambayo Belkan anaweza akawa anatumia nguvu kuweza kuiona, lakini si mzuri kwenye namna ambavyo anaweza akawa anapandisha mashambulizi. Sasa hapa ndo sifa tofauti kati ya Abdrazza Hamza e, na kwa maana Chefondo Maroni na Shamu Karabwa zilipo. Shamu Karabwa kama ambavyo nimezungumza, yani mzuri zaidi timu ikiwa inajilinda, atakupa ile energy ya kuweza kukaba atawafanya wapinzani wahisi uwepo wake ndani ya uwanja kutokana na ile energy ambayo amekuwa nayo, lakini na uwezo wa kuweza kusoma movement za mshambuliaji wa timu pinzani. Lakini kwa maana shefu ndo Maroni ni mzuri zaidi timu ikiwa inamiliki mpira, kwa maana namna ya kuanzisha mashambulizi, namna ambavyo anaweza akawa na support. Uwepo wake ndani ya uwanja kwenye namna ya kusupport mashambulizi amekuwa na nyakati nzuri, lakini linapokuja swala la tunazidiwa, kwa maana tunahitaji zaidi muda mwingi kuwa tunakaba huwa anapoteza umakini na kuanza kucheza uh, ama kupoteza ile umakini na kuanza kupoteza mipira kwenye maeneo atalishi. Ndio maana ukitazama kwenye mechi kadhaa ambazo uh, Shefondo Maroni amecheza, ameruhusu baadhi ya magoli ambayo naona Simba kwa daraja lilo nalo anaweza kwenda kuyaruhusu. Tukumbuka kwenye hatua za awali kabisa dhidi ya Faction lakini dhidi ya FC Bravo. Yeah. Unarudi tena hata kwenye mechi ya jana dhidi uh, ya ilikuwa ni... mechi ya ligi kuu, yeah. Yeah. Jana ilikuwa na KMC yeah. Utarudi kwenye mechi ambayo ameshinda mabao matano Simba dhidi ya Pamba Jiji kama sikosei, mabao mengi ambayo Simba amepoteza kwenye hizo mechi zake za mbili, za, za ndiri za mwisho. Alikuwepo Chef Ondo Maroni. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye kepo ndani ya uwanja, akupi ule uwezo wa kuweza kumfanya mpinzani akakosa ile mianya ya kuweza kuitumia kama end product, ama ikawa na madhara kwa pande yake. Kwa hiyo kwangu mimi, kama ni Fadlu Davis nitachagua kwenda na hawa wachezaji wawili kwa sababu naamini Nipo uyanu, ukwenda, kujilinda zaidi uwanja wa ugenini. Yes, labda tumalizie tu Yusuf, kwa sababu kuna mengi kweli kweli ya kuzungumza siku zijazo eh. Labda huoni kwamba kwa, kwa sababu Simba anakwenda ugenini, lengo la kwanza ni asifungwe katika yeah, mchezo wa ugenini yeah, kuna haja labda ya kwanza na mabeki watatu hawa ambao amewataja kwa maana ya Brother Kihamza, Shem Fondo Maloni na Shamuka Rabua, uh, mabeki watatu pembeni wakisaidiwa na Shomari na Zimbwa lakini pia as a wing back wakati akiwa anashambulia, yeah. Unafanya... ni swali zuri, ah, ni swali zuri lakini itadipendi kitu gani ambacho Fadlu anakihitaji, lakini to me nafikiri anaweza kwenda na hao wa wachezaji kama ambavyo imekuwa kawaida yake hasa kwenye mechi yake ya mwisho dhidi ya FC kwa maana dhidi ya Stellenbosch alienda na wachezaji wa lakini na bado aliweza kuwazuia akiwa uwanja ugenini kama unakumbuka. Kwa hiyo naamini hata wachezaji alionao kwa maana ya kuto kuanza labda na mabeki 3 anaweza akaenda nao wachezaji na bado wakampa kitu kizuri. Kitu tu ambacho anapaswa kuongezea wachezaji ni kujua majukumu yao wakiwa ndani ya uwanja lakini asiwape ule uwanda mpana wa kwenda kushambulia wakiwa uwanja wageni. Na naamini kama Simba atafanikiwa dakika kumi na tano ishirini za kipindi cha kwanza atafanikiwa kuzuia ama kushikilia bomba la Balkan asilione lango, kuna asilimia chache sana za Balkan kwenda kumfunga Simba mabao mengi kwa sababu Uh, mmoja kati ya kitu ambacho hivi sasa Simba anajivunia ni kuwa na uwiano wa kikosi ambao unaweza ukawa unakupa ile energy ya kiukabadhi lakini energy ya kwenda kushambulia. Aa uh, wewe ni shahidi kwenye mechi ya Simba, mechi ya mwisho kwenye michuano ya kimataifa dhidi ya Stellenbosch akiwa pale South Africa. Simba alikuwa na uwezo mzuri sana wa kuweza kushikilia bomba tuliona, namna ambavyo alikuwa ametengeneza shape nzuri sana ya kiulinzi. Chini ya Yusufu Kagoma, aliweza kufanikisha ile kuilinda ile back four na tuliona hakukua na madhara yote kutoka kwa Stellenbosch japokuwa kuna baadhi ya mistake ambazo zilikuwa zinaendelea ndani ya uwanja lakini bado simba aliendelea kuimarika naamini inawezekana akaenda na machaguo mawili kwa maana akaenda na ama akaenda na awa, awa, awa, wachezaji ambao amekuwa akienda nao na bado akawa kwenye nyakati nzuri kitu muhimu ni kuwafanya tu wahisi ee, uwepo wa simba kwenye namna kujilinda ya kujilinda ndani ya uwanja shukrani sana Yusuph asante